Haya wanahabari, nimewaita niwape tukio moja ambalo tunaendelea nalo kwenye mkoa wetu wa Rukwa. Hili ni tukio la mauaji lilosababisha sasa tuwakamate mkuu wa shule pamoja na walinzi wawili wa, wa shule eh, ambapo wanatuhumiwa kumuua mwanafunzi wa kidato cha nne shule ya sekondari Kagwa anayeitwa Novatus Mgeni wenye miaka 15. Hawa tuliowakamata kama nilivyosema ni pamoja na mkuu wa shule ya St. Kagwa. Eh, ambaye anaitwa Zakaria Mwasenga ana miaka 47. Lakini wengine tuliowakamata kama nilivyosema ni walinzi wa shule hiyo ya St. Kagwa. Eh, mmoja anaitwa Michael Donciano ana miaka 33 eahiatau na wa pili Geoffrey Simon ana miaka thelathini hawa ni kwamba tarehe ishirini na tatu mwezi wa tatu 2025 majira ya saa nane usiku watuhumiwa hawa waliwashambulia wanafunzi watatu eh, kwa kuwapiga na waya wa umeme na hii ilitokana eh, na kuwatuhumu wale wanafunzi ambao wote ni wa shule ya sekondari Kagwa kwamba waliruka ukuta eh, wakaingia kwenye shule ya sekondari Saint Kagwa na kwamba baada ya kuingia iyo kwenye shule hiyo waliingia kwenye mabweni ya wasichana, walivyokamatwa ndipo wakashambuliwa kashambuliwa na huyo mwalimu pamoja na hao wanafunzi basi, wanafunzi hao baada ya kuwa wameshambuliwa, walifikishwa kituo cha Sumbawanga, kituo cha polisi Sumbawanga, na hatimaye hospitali ya rufaa Sumbawanga kwa ajili ya matibabu. Wanafunzi wawili walitibiwa na kuruhusiwa, lakini huyu Novatus yee hali yake iendelea kuwa mbaya, na hivyo akahamishiwa hospitali ya rufaa ya kanda kule Mbeya, ambapo alifariki akiwa anapatiwa matibabu. Na kwa hivyo tunalo tukio hilo la mauaji, na watu hao tunaendelea kuwashikilia wakati tunakamilisha upelelezi wetu. Jeshi la polisi mkoa wa Rukwa, tunatoa wito kwa wakuu wa shule, walimu lakini hata na wale wasimamizi wa taasisi za elimu pale mwanafunzi anapokiuka anapo taratibu za shule, basi watoe adhabu. Kama kuna lazima wa kutoa adhabu, watoe adhabu kwa mujibu wa taratibu zilizotolewa na wizara ya elimu. Wito wetu ni huo, waandishi na washukuru hey, sana. Jeshi la polisi ambao ndio mnakuwa wa kwanza kufikiwa na ya matukio mnaiambia nini jamii kuhusiana na hali ya sasa hivi watu kujichukulia sheria mkononi? Eh, kama ulivyosema kweli, ndiko nikijichukulia sheria mkononi. Kama mtoto wako amekosea, sizipo taratibu za kumwadhibu? Eh, na mimi ni niseme tu, kama mwanafunzi au mtoto kakosea, tuliza kwanza akili yako Ukitoa adhabu wakati bado una hasira, lazima utatoa adhabu ambayo ni excessive. Kwa mfano walimu, taratibu zimewekwa, ni sehemu gani mwanafunzi kama ni viboko achapo sehemu gani, kwa utaratibu gani, upo wazi. Lakini sasa ukichanganya na hasira, lazima utamwadhibu isivyotakiwa. Kwa hiyo hata wazazi, tulia kwanza. Mtoto kakomba mboga, tulia kwanza, ujiulize kwa nini mtoto amefanya hivi na hivi Eh, akili yako ikitulia naamini utatoa adhabu ambayo itakuwa ni ya unafuu na